Nahali inusu ahewa utanusurika toweni katika mali aniende mbele na aliye bahiisoma Qur'an najisikia vizuri katika mawazo, lakini pia unakoisoma Qur'an hamna mtu ambaye atakudharau, utaheshimika na kila mtu. Kwa hiyo Qurani, tunapojifunza Qurani na kuisoma, moyo wangu unakuwa unatakasika kabisa na ninakuwa najisikia vyema kabisa. Kwa hiyo Qurani, ninawashauri pia na ndugu zangu tuisome Qurani, tuihifadhi Qurani, ni kitabu chema. Lakini pia unapoisoma Qurani unakuwa na amani ya moyo na nanakuwa huru kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu ninachowashauri mimi Qur'ani ni bora, Qur'ani ni tukufu, tuisome na tuifuate. Watapokuwa wakubwa ibadahaa, Qur'ani itakupa heshima mbele za watu, kwa sababu kunavoweza kuisoma Qur'ani, utaweza kuifuata na wagure ndani ya Qur'ani. Inafundisha watu kupendana, kujaliana watu kuaminiana. Kwa hiyo kama unataka kuona watu na kuheshimu kila mmoja, basi watu watakupenda na watakujali na watakuheshimu nao pia. Kwa hiyo utaheshimika mbele za watu kwa sababu e, umeweza kujifunza pia Qur'an. Qur'an hiyo hiyo itaweza kukutetea siku ya Kiyama, unaposimama ukiwa unaulizwa ni kitu gani ulichokifanya duniani Mwenyezi Mungu katika uhai wa na Qur'ani itasimama kutetea kwa kuwa ulihifadhi na ulisoma na uliifuata. Vijana ambao hawataki kuja kusoma Qur'ani, kwanza Qur'ani Qur'an ndio ufunguo wa maisha. Kwa hiyo hao vijana ambao hawataki hawataki kuisoma Qur'an, siku ya Kiama wataulizwa kwa nini haukuwa hau, haukuwa ukisoma Qur'an. Wataanza kujiuliza bwana, mimi hiki na kile. Unaambiwa Qur'an Qur'an ndio ufunguo wa maisha na katika ukisoma labda sura yoyote kama Suratu Nas. Suratu Nas inaweza ikakupunguzia watu wenye majicho ya wa husda. Sura yoyote utakayoisoma inaweza pia ikakufungulia hata uko mashuleni kwenu. Pia Qur'an inaleta furaha, sio mtu unakuwa unasoma Qur'an unakuwa unasoma labda qul a'udhu bi rabbinnas, unakuwa hata huna hamu ya kusoma qurani. Qurani inasomwa kwa hamu kubwa. Qurani inapendezesha watu ambao hawataki kusoma qurani. Qurani inavuta watu. Jamani, tuisome qurani. <coughs>